Watanzania wenzangu <coughs> kwa jina naitwa director Tito <sighs> kilichosababisha mimi nije hapa, hapa mkononi nimeshika kiparata hiki, imeandikwa... imeandikwa tume huru ya taifa ya uchaguzi, kadi ya mpiga kura. Hii ni yangu. Nimechoka, nimechoka na nimechoshwa pia na watu na Watanzania mmenichosha, na kauli mbiu yangu a, kila siku unaongea, usipende kukaa na kitu hapa, kitakuwa mwenye taratibu taratibu unakufa taratibu unakufa huku unajiona. Sasa ni heri kuongea. Sasa unaongea katika misingi gani? Ongea katika misingi iliyo haki na usawa, ukiona mpaka mtu akajitokeza hivi, hivi, hivi, na maana huyo kuna vitu tayari vimemkereketa vimemkera. Naongea kwa sababu nina haki, kwa sababu nakumbuka kauli ya mama, kipindi nafikiri alikuwa ameapishwa tu mkutano e, wake wa kwanza, aliongea serikali ya mama Samia, unaruhusiwa kukosoa, ila sasa ukosoe ukiwa na suluhisho, usikukosoe tu huku suluhisho huna, hiyo ni lugha ya uchochezi na, na inafahamika hivyo kikatiba. Sasa basi niko hapa kuongelea vitu ambavyo kama unajua unajua, kama hujui basi utajulia hapa. Hii dunia hii ina viongozi, ina watu si mashuhuri, watu wengine si mashuhuri kwao, tunaishi watu wa tabia mbalimbali kuna watu ambao wakiona wewe na fulani mnaelewana, <laughs> yeye kwake inamuuma sana, inamkera yaani, uko waza atoe pesa ampe mtu, ila wagombanishi ninyi, mgombane tu. Mkigombana ndo anachekelea sasa, ndo anachekelea sasa hapo ndo eh, good iko hivyo. Tunajua tunaishi kwenye jamii, tunaelewa vitu ambavyo vinavyoendelea. Sasa kusababisha mimi niongee hapa bwana ni mambo haya kama matatu manne hivi. Kichwa cha habari ambacho nisababisha mimi niongee hapa ni Tanzania, hatujawahi kupata rais mzuri hata siku. Kwa sababu mimi nimezaliwa kipindi cha Mwinyi huko madarakani, maana alivyoongoza yeye sikujua siku, siku kwa sababu nilikuwa mdogo. Akaja Mkapa, ile miaka mitano ya mwanzoni ile, ile mingine ya kumalizia ile, ndio nilikuwa najielewa kabisa vizuri, nimeona kaja Jakaya nimeona kaja hayati Magu nimeona mpaka mama Nyerere tulisoma tu, nikaja kufanya tafiti nikagundua kabisa, Tanzania hatujawahi kupata rais mzuri. Namaanisha nini sasa? Namaanisha hivi, Tanzania ni watu fulani hivi ambao ambayo, a tunafuataga, tuna upepo hivi, nikiangalia hata, mwenyekaa tu uchunguze, tuna asili ya kufuata kumbo hata mwanao, hata mwanafunzi, hata nani kwako, shuleni wapi, mtu akifanya kizuri msifie, akikosea mrekebishe, usiemfokee mtoto wako, akimfokea uje umfundishi. Ndio maana watu wanakuambia fimbo haifundishi sawa. Sasa tumeangalia tawala zote zilizopita, kuna sehemu watu wanafanya vizuri, hatutaki kusifia ha? Sisi ni maneno tu, ni maneno tu, taakikosea ndo mama ndo unakandamiza kabisa. Sasa iko hivyo, hata wewe kama unafanya kazi, ukifanya vizuri, bosi akikupongeza, unajisikia furaha, ila ukifanya kizuri, anaendelea kukuponda, unavunjika nguvu, unavunjika moyo. Kwa sasa kuna watu wengine utawala sasa ambao niliuona vizuri mimi ni wa Jakaya na Magu hata afanye vizuri kuna watu wengine sasa, nisiwafiche kuna watu wengine sisi tunajuana bana, tunakamtaani tuna, tunaona kuna watu wengine walikuwa wanaombea Magwafe. Mimi nawachana kabisa wengine kabisa, serious ile. Kuna wengine walikuwa wanasema ah, huyu huyu hata kiote kama 50 tumpe kwa sababu unachokiona wewe pengine mimi sikioni, ila kizuri kikifanyika, unaona kabisa hicho kizuri, wewe unaponda kwa sababu una ukubwa wa Koromelo, uzuriwe kisa sasa. Hebu sa, ponda kwa misingi basi. Usiponde tu kwa sababu wewe una uh -uh, Tanzania wengi kuna, kwenye simu kuna faili inaitwa senda. Sasa nimeangalia asilimia kubwa sana tafiti zangu, wa Tanzania wengi tunapenda kutumika, tunatumiwa. Sasa, basi kwa taarifa yako one tumiwa, ndugu yangu, tumika vizuri, utaumia leo leo.